kutembeza kadi nyumba kwa nyumba, watumie kadi dialect kwenye simu zao za mkononi, iwe smartphone au kitochi. Tupigie kwa simu nambari 07474098 au tucheki whatsapp kwa namba 0763530877 kwa kadi za kijanja, sisi ndo namba moja. Wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari imesema itaendelea kuweka mifumo thabiti ya uwekezaji hasa katika sekta binafsi ili kukuza kwa kasi mawasiliano katika ulimwengu wa sasa wa kidijitali. Waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, Angellah Kairuki, amesema hayo jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa maduka mapya ya kisasa 31 ya kampuni ya simu ya Airtel Tanzania, huku mwana comedian Joti ambaye ni balozi wa Airtel alipewa wasfa wa kuhutubia wananchi wa Dodoma <tune> Sh uh, mikazo miguno misugwano, almaarufu unaweza kuniita Joti. Uh, mimi ndio barozi wa Airtel na leo tuko Dodoma katika uh, branch yetu nyingine, na kama ilivyo hada, sisi tuna, tuna mwendelezo wa kufungua branch mbalimbali mbali kama thelathini na moja katika mikoa mbalimbali ya Dar es Salaam hii na Tanzania nzima. Lakini ai, pia nimefurahi kumwona bosi wangu Mzuri. uko vizuri mambo vipi? shwari kabisa, shwalila shwanganga <laughs> <laughs> E, pia nimefurahi kumwona waziri. Asante sana mama yangu pale, asante. Nimefurahi nimeliona tabasamu lako la Dodoma na hao ndio Airtel, nami ndio balozi mwenyewe. Uh, tuko hapa leo kuhakikisha kwamba tunawasogezea uh, wateja wetu wa Airtel huduma hii karibu kabisa, tumewafata huku ulipo kuonyesha namna gani tuna wajali wateja wetu wa Airtel. Na mimi kama balozi jukumu langu ni, ni kuhakikisha kwamba wanafurahi na kupata uh, yale mahitaji ya msingi, lakini kumbuka tumekuwa na safari kubwa sana ya kuzunguka Tanzania nzima tulianza Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Dodoma eh, pamoja na Mbeya. Lakini leo hii pia tumerudi tena hapa kuonyesha kwamba uh, kutokana hapa ni makazi makubwa ya Tanzania, tukasema tuwasogezee huduma hii kwa wepesi zaidi. Ah, uh, nisio na mengi sana, nisio muongeji sana. Mimi ukiniona ni kwa muonekano ni mfupi kwenda juu. Lakini ni mrefu kwenda chini. Asante sana. Shukrani. huduma nimekuwa nikiwekea mkazo sana, kuwa na asilimia arobaini na moja nukta nane mbili tu ya simu janja, bado ni kiwango kidogo sana. Watanzania wameamka, watanzania wana ari, na watanzania wako tayari kutumia simu janja wakipewa nafasi. O, niendelee kutoa rai kwa Airtel Tanzania na kampuni nyingine zote za watu wa huduma kuweka mifumo ambayo itasaidia wananchi wetu kuweza kukopeshwa na kuweza kupata simu janja na simu nyingine rununu kwa gharama nafuu sana lakini kama ni simu rununu basi zile ambazo zimeboreshwa na zinaweza kupokea baadhi ya huduma ambazo ni za kisasa. Serikali yetu ya awamu ya sita chini ya uongozi wa mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hakika imejidhatiti katika kuboresha huduma za mawasiliano lakini pia katika kuleta mageuzi ya teknolojia ya kidijitali ili kuweza kuboresha utoaji wa huduma, kuimarisha utawala bora, lakini pia kuhakikisha tunakuwa na ukuaji wa uchumi, na wakati huo huo tukiweza kupanua wigo wa ushiriki wa wananchi wetu katika shughuli mbalimbali za maendeleo na shughuli za kiuchumi. Kwamoja, naitwa Amis Useini, ni mshindi wa bajaji kutoka Dodoma.

Kwa kutumia Airtel hapo, watu wajikite katika matumizi ya Airtel, maana ni mtandao wenye vifurushi nafuu na pia ni rahisi na unapatikana kote un Tanzania. Upande wake mkurugenzi wa kampuni hiyo ya Airtel Tanzania Dr. Charles Kamoto amesema uzinduzi wa maduka hayo 31 ya kisasa ni katika kuhakikisha wanatoa huduma zinazoambatana na teknolojia ikiwa ni pamoja na kuongeza ajira kwa vijana na kukuza wigo wa kibiashara kupitia mtandao huo. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau bonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.